Sikwambie mtu mwanangu gogo. <laughs> E bana, tumekuja kuchukua asali wakubwa <laughs> e bana, mimi niko Mantapala aliko Zambia tu na ninakula vizuri mimi <laughs> lakini hapa ndiko na wasali wakubwa, <laughs> maprofessional. <laughs> Aya bro, vipi? Poa poa. akabajuna anaitwa nani? Mimi jina langu Tisha Pro bauba. <laughs> E <Mbongodume. laughs> <kwa kemu> <laughs> e gogo dume sara kwa kimwindaji, shida ilikuwa wapi pale ambako mliambiliwa mwende kwenye tamasha kule hususa kwenye Mantapala bi kuli mlisafiri kutoka kule mkaingia mpaka Zambia, maeneo ya kule, mkaenda kuwakilisha kama vile wakongomani kule maeneo ya waZambia kule. Sasa ugumu ulikuwa wapi wakati mlipewa masharti kule? Okay refresh. yeah kwa msanii na mwimbaji ndio? <laughs> msanii kuropoka ropoka tu so <laughs> hawakuweza hawakuweza, sisi wasanii tunaipanga taratibu <laughs> <laughs> hey. uwezo haupo, inabidi ajitenge na mlikuwa wasanii wangapi ambao majina yenu ilikuwa natoka pale mwende ka perform kule na baadha mlienda jikuta wa ni wangapi? tulikuwa kama kumi na mbili, tunajikuta sita da. Wadogo wawili na wakubwa wanne wamekimbia. Tunaiweza watu wanashukuru, na tutaongeza kuipiga vile vile. Eva, hivi unaweza kukumbuka majina kwa wale ambao mlienda jikuta kule mlienda kuimba kule wale wasanii ambao mlijikuta mlienda imba live kule bro. Unaweza kataja wa moja ambao mlienda imba live kule, wale ambao umejua fulani tulikuwa naye kwenye msafara fulani tulikuwa naye kwenye msafara. Oya oya, haina shida sana. Yeah. <laughs> Mlikuwa na Ay, nani? Mimi kwanza Tisha Pro. Eh, wewe uko hivyo? Kwanza Tisha Pro. Yeah. Bora sicho. Nilikuwa na Dogo Zongzu. Yeah. Nilikuwa na huyu Dogo Rogers. Yeah. Nilikuwa na Etienne Boy. Yeah. Na mwingine nani huyu alikuwa Amis hey, eh. <laughs> yeah. yeah. Na washabiki pia tulikuwepo, unazani... So, wale nao weko kati ya mashabiki eh. Walijitea kuwa mashabiki walishinda kipaji. Wa, wali shinda eh. Live is so fresh. Yeah. kila mtu atajitahidi kwa kuimba live. Maki mlikuwa na mbili wa kuimba live. Ilikuwa ni live. Sasa tena, unazani... ikatokea ndi, ndiyo. Speaker. Yeah. Ikakuwa tofauti yeah. s tulijitegemea me, tulipima yeah. Hata kama tu walitaka tushinde me, tulipima mm -hmm. Wengine waliweza na wengine hivyo hivyo walitaka kuweza ila tupo tu, mupo. Lakini unadhani ya kwamba wale wamekimbia lile neno la kujigamba mtaani, ndo masimba waiendeleze wala waiache? Sasa Wai, waiendeleze tu, ila washabiki ndio wanajua kweli, ehe, wao waendeleze tu, wajigambe wajisifie, me mtu wa nyuma yao ndio anajua kweli ni nini kweli, na nani mbogo yeah. Bwana, ndugu tazamaji, baadhi ya masauti madogo ambao umesikia, hawa ni wasanii ambao umeona maidadi yao mapicha, ambao nimekutilia mbele, hawa ni wasanii ambao wamepambana, kwa sababu kwenda kwenye mtihani kule, mtihani wa kwanza ulikuwa kuimba live bila mikro, bila nini, walipewa speaker vitu vyote maki, waliimba kwenda pigania kama vile wa Kongomani. Unajua Mkongomani bwana ashindi na chochote.